Rais wa Marekani Donald Trump amesema hataki mkutano utakaopoteza muda tu, kauli inayokuja baada ya mpango wake wa kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu vita vya Ukraini kusitishwa jana Jumanne Oktoba 21, 2025. Hotuba yake katika ikulu ya White House, rais wa Marekani alisema jambo kuu lililosalia ni Moscow kukataa kusitisha vita. Hapo awali afisa wa ikulu ya White House alisema hakuna mipango ya mkutano wa Trump na Putin katika siku za usoni, hali iliyozua sintofahamu, kwani Trump mwenyewe siku ya Alhamis Oktoba 16, 2025, alisema kwamba atafanya mazungumzo na Putin huko Budapest ndani ya wiki mbili. Tofauti kuu kati ya pendekezo la Marekani na Urusi kwa ajili ya amani lilizidi kuwa wazi wiki hii na kuonekana kupoteza nafasi ya mkutano wa kilele. Trump na Putin walikutana mara ya mwisho Alaska mwezi Agosti wakati wa mkutano wa kilele ulioandaliwa kwa haraka ambao haukuleta matokeo madhubuti. Uamuzi wa Marekani kuahirisha mipango ya mkutano wa pili wa Trump na Putin unaweza kuonekana kama jaribio la kuzuia hali nyingine ya kutofikia makubaliano. Nadhani Warusi walitaka sana hili lililotokea na ikawa dhahiri kwa Wamarekani kutekeleza hivyo. Hakutakuwa na mpango wowote wa, wa mazungumzo ya Trump na Putin huko Budapest, mwanadiplomasia mkuu wa Ulaya aliambia Reuters. Mkutano wa tayarisho kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ulipaswa kufanyika wiki hii, lakini ikulu ya White House ilisema wawili hao hapo awali walikuwa na mazungumzo yenye tija na kwamba mkutano mwingine sio lazima tena kufanyika. Siku ya Jumatatu, Oktoba 21, 2025, Trump alikubali pendekezo la kusitisha mapigano lililoungwa mkono na viongozi wa Kievu na Ulaya la kusimamisha mashambulizi achia tusitishe kwa njia hiyo, alisema. Nilisema acha nasitisha vita, nenda nyumbani, acha mapigano, acha kuua watu. Msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov alisema wazo hili limekuwa likitolewa kwa warusi mara kwa mara, lakini msimamo wa warusi haubadiliki, akimaanisha msimamo wa Moscow juu ya kuondolewa kabisa kwa wanajeshi wa Ukraini katika maeneo ya mashariki yanaokaliwa kwa nguvu. Sababu kuu za vita zinapaswa kushughulikiwa, Lavrov sema na kuongeza kuwa matakwa ya juu ni kutambuliwa kwa mamlaka kamili ya Urusi juu ya Donbas pamoja na kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraini. Viongozi wa Ulaya walitoa taarifa mapema Jumanne wakisema mazungumzo yoyote ya kumaliza vita nchini Ukraini yanapaswa kuanza na kufungia mstari wa mbele wa sasa katika eneo la vita na kuishutumu Urusi kwa kutokuwa makini na mstari wa mbele juu ya kuleta amani. Zelensky alisema majadiliano juu ya mstari wa mbele yalikuwa mwanzo wa diplomasia ambayo Urusi ilikuwa ikifanya kila kitu ili kuepuka mada. Pekee ambayo inaweza kuifanya Moscow kuwa makini na amani ni kusambaza silaha za masafa marefu kwa Ukraini, aliongeza. Katika mazungumzo kati ya Trumpu na rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky, inasemekana kuwa mazungumzo hayo yalikuwa ni kama mechi yenye kelele, huku vyanzo vikidokeza kuwa Trumpu alikuwa akimshinikiza Zelensky kuachana na maeneo makubwa ya mikoa ya mashariki ya Donetsk na Luh Luhanski inayojulikana kwa pamoja kama Donbas ili iwe sehemu ya makubaliano ya kumaliza vita na Urusi. Hata hivyo, Zelenski amekuwa akisema kila mara Ukraini haiwezi kuachia sehemu ya Donbas ambayo bado inaishikilia, akisimamia misingi kwamba Urusi inaweza baadaye kutumia eneo hilo kama chachu ya mashambulizi zaidi. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.